Jingine ambalo nataka kulizungumzia leo ni hili la kuhusu uh, shughuli za vyuo vikuu. Mheshimiwa Waziri, unajua vyuo vikuu nilisema vinatakiwa vijitegemee, kazi kubwa viwe, viwe huru katika taaluma. Wizara ya elimu inaweza kuingilia tu kwenye mambo ya sera labda na kuviwezesha lakini kwenye taaluma vyuo vikuu tuviache viwe huru. Kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii vyuo vikuu tuliongea, wakati ule mwaka jana tumeongea, wahadhiri hakuna, wamepungua sana, maprofesa ndio usiseme. Lakini vyuo vikuu vikiachwa huru vinaweza vikaajiri. Leo hii wanafanya interview wale tutorial assistant wakisha fanikiwa majina yanapelekwa utumishi eti ndio wapate ajira. Jamani, tunaua kabisa valu ya chuo kikuu, tunaua valu ya vyuo vikuu. Wale wanatakiwa wenyewe wafanye interview, waajiri kama tulivyoajiriwa sisi wengine tulipobaki pale kwenye vyuo vikuu. Leo wao wanaweza kajua huyu mwadhiri ana miaka sitini na moja, ana miaka sitini na tano anaweza kuendelea kufundisha, wao ndio waamue, usiwapangie eti mwadhiri vyo vikuu miaka sitini na tano aondoke. Hivi mimi hapa, mnafikiri siwezi kufundisha mimi na miaka sitini na tano Leo Profesa Ishumi bado anafanya kazi, Profesa Rekaza Mkandara bado anafanya kazi chuo kikuu. Mimi mwenyewe wakati nasoma PhD aliyenisimamia ni, ni, ni profesa, alikuwa na miaka themanini Hawo watu hapa kichwani huwa zinafanya kazi zinafanya kazi bado. Kwa hiyo tukifanya hivyo, vyuo vikao vitakuwa na shida ya waadhiri wala maprofesa. Leo hii wanashindwa kuchukua maprofesa kutoka nje ya nchi. Nawaambieni, ukienda kwenye vyuo vyetu vikuu vimekuwa yani, local universities, sijui niziite local schools I don't know. kwa sababu unakuta pale chuoni mwadhiri profesa Komba profesa ule profesa awa pare wanaitwaje, Profesa Mbaga, profesa profesa... nani Mosha. Tunataka mchanganyiko, wapewe uwezo wa kuleta maprofesa kutoka nje ya nchi. Yani mimi nawaambieni ukweli, tusilichukulie mzaha hili jambo. Yani vyuo vikuu, nakwambia hadhi yake inashuka. I'm telling you Tuwaache, tuwaache. Wafanyie interview pale, waajiri assistant lecturers, waajiri professors kutoka nje, nje ya nchi. Ndiyo maana ya, ndio maana ya university. Lakini ukichukua walimu wote wametoka Tanzania, hiyo university halipo hilo neno tena. Tuwaache. Leo mnawawekea umri wa kustaafu Wacheni nimesema, waacheni wao wanajua, huyu ishumi anapiga kazi. Profesa Ndalichako leo ataweza kwenda kuendelea kufanya kazi chuo kikuu? Sasa huyo amefikisha miaka sitini na tano eti mnampa mikataba. Nasema freedom ndani ya university iendelee, hilo nitalisema. Hili ni mara yangu ya nne nalizungumza na hilo, tuwaache Yaani wale unajua ni watu wa kujitegemea kabisa, wana mabaraza yao, yaani ile ni serikali inayojitegemea chuo kikuu, wana mabaraza yao pale. Kuna baraza, kuna seneti, kuna vikao. Leo nyinyi mnaenda kuwatawala tawala wale hapa, hapana. Huyu ana miaka sabini, jamani. Kuna profesa Ndekidemi pale amesema, kwa mfano akitoka hapa anaenda anafundisha, anafundisha bado chuo kikuu. Hili nimelisema leo kwa sauti, na waziri mkuu yuko hapo, nilizungumza mbele yake, na leo utumishi, ebu naomba wafanyeni hawa kuwe na autonomy ndani ya university. Tukifanya hivyo, nakwambia university zetu zitaonekana kabisa zina value. Otherwise, we are killing this. We are killing this area of university. Mwisho.